mimi nataka kujua ili jina ili walivyoli coin Bongo Flavor miaka hiyo, je, wali coin muziki wa kuimba au wa kurap? Kwamba kwa sababu kuna huo mchanganyiko uliopo. Kwenye documentation ya Bongo Flavor ilikuwa ni wa kurap, kwa hiyo kama ni mziki wa kuimba, wakati Mike Mwagama anataja hiyo kwenye show yake, maana yake Saleh Jabir anafutwa kama mwasisi wa Bongo Flavor kwa sababu yeye alikuwa ana rap na wenzao wote waliofuata. Kabla hujanipeleka kokote, huu mziki ulipewa una, una, majina mengi. Huu mziki uliitwa mziki wa kizazi kipya. Sasa turudi katika simu hiyo, mziki wa kizazi kipya. Sasa Sare Jabiri tutamcrown hiyo na mziki wa kizazi kipya <laughs> mkongwe, unataka kukwepa ili jukumu, nyinyi ndo hamku document haya maswali, na nilisema nitamtafuta mkongwe mmoja, naenda na mmoja mmoja, maana yake ni kwamba Bongo Flava kama jina yeah. Sale Jabiri hatumuweki kwenye hiyo historia mi, ukitaka niwe niwe niwe free. Yani, there is no way umtaji Sale Jabiri kwenye waandaaji wa hii keki, sababu alishiriki kwenye kukanda unga no. Labda tutamuweka kwenye labda tutamuweka kwenye rap ya Kiswahili Bongo Hip Hop, vikiwa alikuja kuiita Bongo Hip Hop. Labda Sale Jabiri ni mwasisi wa Bongo Hip Hop lakini sio wa Bongo Flava, kwa sababu tumekubaliana tumekubaliana Bongo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 Wengi wanakataa tuachie Bongo Flava wasanii wa kuimba um, kuongea na Mike wakongwe wenzako kama Mike Mwagama wengine, kuhusiana na ishu wenyewe, wa wanaitafsiri vipi Bongo Flava. Nitakuja kumtafuta pia Mike. Uh, anajinasibu na kusema kwamba alitoka uh, kupiga mziki wa Marekani, sasa anapiga mziki wa Bongo. Ndicho alichokuwa anasema sawa. Flava ametoka kupiga flava from New York Marekani, this time anaona anakuja kupiga Bongo Flava kwa maana flava kutoka Bongo ndo wimbo wa Unique Sisters. Sasa hakusema wa wimbo wa kurap wala wa kuimba, waliokuja ku categorize sasa ni wenyewe wasanii ambao wasanii wa, wa kurap wamekataa kuwa katika kapu la Bongo Flava, mm. Wasanii wa kuimba wamekuwa very proud kuitwa wasanii wa Bongo Flava. Kwa hiyo kama Unique Sisters ndio wimbo uliopigwa Dully Sykes, unachukuliaje kauli ya ndugu yako wa karibu na wa damu Dully Sykes alivyosema yeye ndio muasisi wa Bongo Flava? Dully Sykes, sasa wakati harakati zinaendelea watu wengi wanafanyafanya, Duli alikuwa kajitolea, kajitolea jasho na damu, kwamba liwalo naliwe ntaupambania muziki huu mpaka utaeleweka. Unakumbuka Duli Sykes, kuna lyrics zina mchana kama mwana sesere, hakuacha lakini aliweza kuendelea. Kwa Duli anajiweka katika kama mwasisi wa Bongo Flava kwa sababu ni aina ya msanii ambaye kipindi mziki huu watu wanauhanya, wanaukimbia